Moja sasa tuelekee katika makao makuu ya chama cha Democracy for the Citizens Party, nazungumzia kuhusu DCP, chama kipya hiki cha aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua. Utatu umezuka katika makao makuu ya chama hicho wakati wa zoezi la uzinduzi wa chama, vijana wakizua vurugu. Moja kwa moja sasa tunaungana na mwanahabari wetu Ian Ketani, atueleze yanayojiri. ulivyosema bwana Kituni ni kwamba niko katika makao makuu ya chama cha DCP, ukipenda ni the Democratic for the Citizens Party ambapo uh, uzinduzi mdogo umefanyika siku hii ya leo na aliyekuwa naibu rais naibu Rigathi Gachagua, uzinduzi kamili ukitarajiwa kufanyika tarehe nne mwezi Juni, uh, mwezi ujao mwaka huu. Na kabla ama baada ya uzinduzi huo, uh, mdogo kumeshuhudiwa tu rabsha kidogo katika eneo hili, wahuni wakiwa nje ya lango ya makao uh, makao haya ya chama cha DCP kwa na hali ya mshike mshike kwa wabidi wale walinda usalama kutumia vitoa machozi uh, ili kuweza kuwatawanisha waliokuwa uh, nje lango hili uh, kuweza tu waliotaka walio kuzua vurugu katika hafla hii. Na nikirejelea aliyojiri kabla ya kuzua kwa vurugu ni kwamba aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua aliweza kuelezea tu yale malengo ya chama, akiweza kuzingatia ama kusisitiza yale changamoto ambayo Wakenya wanaendelea kukumbana nayo, ikiwa ni pamoja na swala la ushuru kupita kiasi masuala ya afya, masuala ya masomo ambayo anasema anasema kuwa uh, yameweza kutatizika pakubwa chini ya uongozi wa Rais William Ruto. Uh, Gachagua vilevile aliweza kusisitiza kwamba uh, chama uh, hiki kitaweza kuzunguka kiongozwa naye uh, kitaweza kuzunguka uh, kote nchini ili kuweza kusanya ile maoni ya Wakenya. Na kama unaweza kuona kwenye uh, kutahuu kutahu, ni kwamba nembo ya chama hii ni uh, ile mtu kuweza kusikiza inayojiri katika uh, ground kwa lugha ya kimombo na Uh, slogan kwa lugha ya kimombo ya chama hiki ni kwamba kusikiza Wakenya. Na labda tu nizungumze kwa muda uh, kwa ufupi na aliyeteuliwa kama kaimu uh, katibu wa uh, masuala ya uchumi katika chama hiki ambaye ni Daktari Peter Mbaye. Daktari, chama hiki kimeweza kuzinduliwa hii leo. Ni yepi ambayo Wakenya waweze kutarajia kutoka kwa chama hiki? Asante sana. Kwa kwanza uh, tulikuwa tuna muda ulikuwa umepita na Wakenya walikuwa wameanza kusikia ni kama wanashindwa wana kungojea, lakini tushukuru Mungu ya kwamba leo chama imeweza kuziduriwa, na niwacha niseme leo si ile official launch. Leo ni kuzidua chama, ni kusema chama ndio hiki uh, ndio ile pressure iweze kureduce. Ni kusema ya kwamba hii ndiyo slogan na interim officials wa chama. Kwa hivyo leo ni muh siku muhimu kwa sababu at least, ile hatua ambayo mheshimiwa Rigathi Gachagua aliweza kuahidi wa Kenya, tumeweza kuchukua ile hatua. Na kwa hivyo ile mwezi ya tarehe pia, maelfu ya watu kutoka kaunti zote, mtaona wale principals wote watakuwa pale, itakuwa a whole day affair na itakuwa ya kufana. Lakini lakini sema ya kwamba umuhimu wa chama kama hiki ni kusema ya kwamba watu wengi ambao wanaunga mkono mheshimiwa Rigathi Gachagua waliachwa bila nyumba, waliachwa bila makao baada ya ile vurugu ilitokezea na yeye eh, mwenyewe kutolewa kutoka kukua deputy president. Wale wafuasi wake waliachwa bila chama. Kwa hivyo hii chama watu wameweza kusikia ni kama wako nyumbani. Tumewatangazia kwamba kuna ile kodi, tumewatangazia ile ya kutoka kwa chama zile zote ambayo mtu anataka kutoka na kuingia kwa hii chama mpya. Kwa hivyo hii chama, kwa chama inaashiria new hope You know, ile matumaini ya kwamba sasa tuko na nyumba, tuko na gari, tuko na mahali tunaelekea na hii chama itakuwa sasa mwelekeo maalum ya 2027. Imeanza leo, watu wameanza kupata mwelekeo mali tunaelekea. Namshukuru sana. Tunajua kwamba ile shughuli ya kuweza kuwatafuta uh, uh, wale watakaosimamia tume ya uchaguzi nchini unaendelea, na wanatarajiwa uh, kupigwa msasa tarehe 26 mwezi, uh, mwezi huu. Labda chama hiki kitaweza kuwa na wale candidates katika uh, uchaguzi mdogo ambao utafanyika labda mwezi Julai au mwezi Agosti. Sisi tumekuwa tukingojea tukimekuaa tukingojea tayari. Tuko na hilo list ya wale watu wote ambao zile vitu ziko, ziko vacant. IBC ikitangaza namna hii, si tuko tayari kusimamisha e, wagombea wapiga, wapiga, wapiga, wapiga, viti kwa hii chama venye tutafanya kwamba utaona mahali kuna wale allies wetu wale partners tuone wako strong, pengine tutawaachia. Kwa hivyo, kwa sababu remember tunafanya hii mambo yote in that spirit of opposition coalition, wale vyama vya, vya zetu mazetu ambazo tunafanya kazi pamoja katika opposition. Kwa hivyo, tutaangalia ni wapi tujue ni chama gani kiko na nguvu, na kutoka hapo tutakubaliana vile vile ambavyo itaendelea. Namshukuru sana bwana Daktari Peter ambaye kitu kama uh, umevyosikia kutoka kwa Daktari Peter ambaye ni kwamba chama hiki kitaweza kujitayarisha kwa uchaguzi mdogo ambao utafanyika uh, labda mwezi Julai, mwezi Julai ama mwezi Agosti baada ya tume ya IEBC kubuniwa kikamilifu. Na labda kabla nizungumze na mtu mmoja mwingine ni kwamba uh, hapo awali kama nilivyoelezea, kulishuhudiwa na rabsha kidogo na kuliweza kushuhudiwa tu wanahabari wa kituo cha Cass TV pamoja na kituo cha TV47 wakiweza ku, uh, kusakamwa kidogo na wale uh, walinzi wa waliokuwa hapa na ni swala ambalo naendelea kushughulikiwa, kwani wahuni walitaka kuingia uh, kwenye makao makuu ya chama hiki na ikawa ni hali ya vuta ni kuvute wale, Uh, walinda usalama wakilazimika kutumia ile vitoa machozi kuhakikisha kwamba hali ya kawaida inarejea. Rejea na, labda tunzungumze na uh, mtu mwingine mmoja, labda utueleze ya majina yako na kuapa siku ya leo na matarajio yako yamekuwa wapi, yamekuwa wapi na je, matarajio yako uliyokuwa nayo ukifika hapa yameweza kuangaziwa maswali uliyokuwa nayo? Kwa majina naitwa Wahome Thuku wa, mimi ni wakili hapa Nairobi. Mimi ni mmoja ambao wanapigania kiti cha udhaya e, cha bunge kule saidi e, sehemu za udhaya na matarajio yangu, kama ulivyouliza, yameenda tu kama vilevile vile tu nilikuwa nimetarajia kwamba leo chama kitagunduliwa na kita, kitaanzishwa akijaanzishwa vile lakini, kitakuwa kiko unveiled. Sijui unveiling kwa Kiswahili mnasema namna gani, lakini kimekuwa unveiled venye tulikuwa tumetarajia na tumepanga, na kwamba tumefurahia kwamba sasa tuko na chama ambacho tunaweza sema ni chama ambacho tunakianzisha kwanza kutoka pale grassroots kabisa. Labda ulikuwa kwa chama gani kabla ya kujiunga na chama cha DCP na kipi kilikufanya uh, ugure chama hicho ujiunge na chama cha DCP? Mimi nilikuwa katika chama cha Jubilee, na wakati bado ninaendelea ku, kukihama chama kile niweze kujiunga na chama ambacho ninajua ni chama chenye kitatetea wananchi kutoka pale e, chini kabisa, na haswa tuko na, na, na faith sana na, na mwenye mkubwa wa chama hichi Uh, Mheshimiwa Rigathi Gachagua kwa sababu yeye yeah, amekuwa mtu ambaye amekuwa akiwatetea wananchi sana katika siku ambazo zimeisha, miezi ambayo imepita hivi eh, karibuni na amekuwa mtu ambaye ametengeneza jina kwa kutetea wananchi sana sana, na hasa kutetea ma masuala ambayo yanahusu wananchi wale wako pale chini kabisa, kwa sababu tuna viongozi wengine ambao mambo mengi ambayo wanawatetea wanatetea wananchi ni mambo yanayohusiana ya na wale wananchi tu wenye wako katika tunasema kiwango cha juu kabisa, lakini yeye amekuwa akidefend wale hatu, watu ambao wasoni wakulima. Watu wa, wa, wa, wa, wa, youth, watu wa ground kabisa. Sawa sawa, shukran sana. Kabla hatuja mapumziko, kwamba bwana kitu uh, baadhi ya viongozi ambao wameweza kuteuliwa ka, katika uh, vyeo tofauti katika chama hiki ni pamoja na aliyekuwa uh, katibu mkuu wa chama cha UDA ambaye ni Cleophas Malala ambaye sasa ni kaimu uh, naibu wa chama hiki cha uh, DCP. Aliyekuwa uh, pia waziri wa maswala like ya kilimo ambaye ni um, Uh, Bwana Linturi ameweza kuteuliwa kama uh, organizing sectori kwa lugha uh, ya uh, kimombo. labda tudakika moja dakika moja nizungumze na uh, mheshimiwa hapa. labda siku ya leo umeweza kufika eneo ya uh, chama hiki na labda utaweza kuwania tikiti ya ubunge ama ugavana ama senata mwaka 2027 chini ya chama hiki, ndio North Meru County na kulingana na vile mambo ilivyo kwa ground, tunasikiza hiyo hiyo, ndio mwito na kusema kwamba nchi ya Kenya ilikuwa imeteleza. Sasa tunahitaji kumpa mwelekeo, kulingana na vile tunasikiza vile wananchi wanasema. Sawa sawa, shukran. Labda mm. so, so, tu kwa, da, kwa sekunde ya 30, matarajio yako ni yapi? na matarajio ni kueneza ile demokrasia ambayo yale watu wanaweza kuwa na mwafiki.